Fresh, Samson, Samson, Alois. Yeah. Unaelekea wapi? Katoro, aa, unaelekea Katoro. Yeah. Vipi, daraja linatajiliwa kuzinduliwa tarehe kumi na tisa. Uzinduzi wa daraja utarahisisha vipi safari kwa, kwa, kwa, kwenye utumiaji huu wa kivuko, mnatumia masaa mengi sana barabarani kuna muda inachelewa kidogo, unakuta kuna foleni nyingi eh, watu nao wengi unatoka uh, Mwanza au nimetokea. Uh, okay unafanya biashara au unafanya shughuli uh, gani? Ni kazi zangu tu za kujiajiri. Poa sana, haina mbaya. Mambo vipi? Safi. Vipi fresh, nani? Simon, Simon unaelekea wapi? Naelekea Kakola. Ah, Kakola, Kakola. Uh, vipi, tarehe kumi na tisa daraja litazinduliwa Kwako hii unaipokeaje, ukiwa ni mtumiaji wa kivuko hichi cha Kigongo Busisi, itarahisishaje safari? Itarahisisha kwa sababu hapa tunatumia muda mwingi sana kusubiri, kwa hiyo itarahisisha zaidi. Asante, okay. Bado tunaendelea hapa ha, kupiga stori na watu tofauti tofauti, watupe mtazamo wao kuhusiana na ujio au uzinduzi wa

Awali kabla hakuna daraja kwenye hey. matumizi haya ya kivuko hey. adha ya usafiri ilikuwaaje kulikuwa na kashikashi ambazo mnazipata kwa kutumia kivuko itaisha? hey. E, kwa kweli mama atatusaidia ilikuwa mnapata tabu? Hapana. hey. hey. kabla ya daraja mlikuwa mnapata tabu sana? tulikuwa tunapata tabu, kwa maana gari zikibaki kule, gari zikipita wewe unasubiri, mkianza una kutumia barabara ha, tunapita tu wavejamayo